Bwana amenipa neema ya kuweza kufika katika mji wa Bungoma hasa kwa waje wa Posta Ground ambapo niko na mgeni ambaye ni Apostle Steve Jones atakayeingia katika uwanja katika mkutano wa hadhara tarehe tisa kumi na kumi na moja mwezi huu wa kumi na yeye ni mtu wa neno la Bwana ambayo limeweza kubariki mioyo ya wengi, si tu hapa Kenya na hata nchi zingine kama Pakistani, ambako amekuwa akifanya kazi ya Mungu. Nawakaribisheni wote wakazi wa Bungoma na majirani wa Bungoma, ndugu zetu watumishi wa Mungu, maaskofu, wachungaji na kiamakasisi wote, nawakaribisha katika huo mkutano msikose, ili bwana ajitukuze katika ule uwanja. Ndio unakuta kwamba vijana wengi kwa mama wameingia katika madawa za kulevya ulevi, hata kufika mahali unakuta kwamba wengi ni kama wanachanganyikiwa, wanafika kiwango cha kuweza hata kujitia kitanzi, hata wengine wakunywa sumu. Sisi kama kanisa tunawaomba kwamba hawa watumishi ama ha, vijana hawa wakija kanisani. Kanisani mahali pazuri sana kanisani, mahali ambapo mioyo ambayo imevunjika imekosa matumaini inatiwa moyo.